Mia. Mimi sitaki kutangaza maangamizo. Mi sio nabii wa uongo. Ila somo letu leo linasema hivi. Matukio katika maisha ni kengele ya kuwaweka watu tayari maisha yao ya kiroho. Sema Amen. Amen. Narudia tena. Ukio ukiona unapoteza wapendwa, ukiona ukiona kuna kuna vitu vinatokea katika maisha, tena ni vibaya, wewe ujue hili leo kwamba Wagalilaya waliochanganywa damu yao na dhabihu zao hawakuwa watu wabaya, ila lile lilikuwa ni tangazo la Mungu kwa wale watu wa Galilaya kwamba hata wao wasipotengeneza maisha yao wataangamia vivyo hivyo kwenye dhambi. Sawa? Ukiwa na mnara kule Siloamu kuanguka, sio kwamba wao walikuwa ni wabaya. Hapana, ila ilikuwa ni kengele ya Mungu ya kuwafanya binadamu pale Yerusalemu wajue hata wao wanatakiwa kutengeneza maisha yao. Matukio ni kengele ke -ken -ken -ken -ken -ken. Usikii linakuja lingine? ujue ni Mungu anasema kaa tayari, ni mwanangu, muda wowote na saa. Sio dhani mwana wa Adamu yuaja. Je, atakapokuja ataikuta imani duniani? Oo, nafikiri ataikuta imani duniani kwenye miti miti, haiamini ya mbuzi ya waamini farasi ya waamini imani. Nakaa kwenye moyo wa binadamu aliye tubu dhani eme Amen. Amen. Je, Atakaporudi, atakaporudi ataendelea kuiona sawa? Jana ulikuwa nayo imani, je matukio mabaya yametokea, je akirudi leo yetu, akija kuku, kuchungulia kwenye moyo wako bado ataona ata, unaendelea na hiyo imani au hataiona? Ndio, ndio tafsiri ya hiyo aya maandiko, sio akirudi eti ni mwisho wa dunia. Akirudi Yesu anataka kuja kuikuta imani Ataikuta imani kwa wale atakao kukuta siku hiyo, si ndio? Wale waliokufa je, hawezi kuikuta imani kwa sababu wameondoka na imani zao? Hapa kinachozungumzwa ni kwamba mtu awe tayari. Tunakuja kanisani kupokea neno la Mungu ili tuwe tayari, kwa sababu huko kwenye maisha ya kawaida kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa mpaka jumamosi mosi, wenyewe kuna matukio mabaya yamekupata. Yeah. Kwa unapokuja kanisani ni, ni mahali pa yale